Amma baad, amma baad, akumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na kumtakia rehema kipenzi wa umma Bwana Mtume, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wanasema la tazulu qadama abdin yauma alqiyamati hatta yusala an umrihi fima afnahu, kwamba siku ya kiama hatuondoka mja mpaka aulizwe kunako umri wake umemalizika katika mambo gani, yaani kipindi kile ambacho Mwenyezi Mungu amekupa miaka kumi na tano, miaka ishirini, miaka thelathini, miaka arobaini na kuendelea, kile kipindi chote kile muda wote ulikuwa unashughulika na, na mambo gani. Lakini pia Bwana Mtume Muhamadi sallallahu alayhi wasalam akaendelea wa kusema wa an ilmihi fi ma faala, lakini pia ataulizwa mji hakunako elimu yake aliifanyia nini? Baada ya kuwa na elimu kwamba wewe ni injinia, wewe ni daktari, wewe ni shekhe, ile elimu ile ulifanyia kitu gani kwa ajili ya baadaye yako? Yani, uliwekeza au kupitia elimu yako ulikuwa ni sehemu ya kuwatambia wengine. Lakini mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Lakini pia ataulizwa kunako mali yake, wapi alichuma, chanzo chake cha mali yake ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni mali za halali ndio chanzo chake amacha haramu ko itaulizwa siku hiyo. Kwa hiyo nini tunatakiwa tufanye? Siku moja bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalam alijiwa na mtu kisha akamuuliza, ya Rasulullah ayu nnasi khairun, ni mtu gani huyo mtu bora? Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasalam akasema, man tawala umruhu wa hasuna amaluhu, ni yule mtu ambaye amepewa umri mrefu lakini katika kipindi alichopewa cha umri mrefu akawa ni mwingi wa kufanya mambo ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikawa ni sababu yeye kufika pahala ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampenda na, na kuyaridhia. Tujitahidini ndugu zangu, umri tuliyopewa, muda tuliopewa ni neema, iwe ni sababu sisi sote kuchuma yote ambayo Mwenyezi Mungu anayapenda na kuyaridhia.

kamkolemba kule katusomea hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anayetufundisha kutukumbusha, ya kwamba siku ya kiyama hakuna hatua unyayo wa mtu yoyote katika sisi wanadamu utakaoondoka pale mpaka tuulizwe maswali matano nasema hata yusala an hamsi, kisha kwenye yale maswali matano akatusomea hapa, mtu ataulizwa umri wake aliumalizaje, ajieleze alivyoutumia umri aliopewa mpaka ukaisha. Pengine mwenyewe kasema hapa miaka kumi 15 na kuendelea, sababu ukijiona una miaka kumi na tano unao wenzako ulizaliwa nao kipindi kimoja, wengine hawajafika, wao wamefika. Ukiona una ishirini, ukijikagua vizuri, utakuta unao wenzako uliokuwa nao kipindi kimoja, wengine hawapo. Wewe huu umri uliopata utaulizwa uliutumia namna gani? Sasa kwenye kila kitu ambacho utatakiwa kujieleza baadaye, ulikitumiaje? Kawaida yetu lazima uwe unahesabu. Ni kama vile ukipewa elfu ishirini alafu ukaambiwa bwana, baadaye tukionana utupe maelezo, elfu ishirini hii ulitumiaje? utatumia tu ovyo, ovyo. Lazima utaanza kuweka record kila unachonunua unaandika, ili ukirudi kwa aliyekupa umueleze, na maelezo yako yawe sawa. Na duniani huko watu wanaambiwa wanafanya, shehe wangu wanajua hapo, okay, Ukiambiwa upeleke hizo financial returns kwenye hela ulizopewa kutumia kwenye mradi kwenye nini, lazima utayarishe risiti ziwepo kuthibitisha matumizi yako. Lakini la pili kasema hapa, tutaulizwa ujana uliutumiaje, pale ulipokuwa kijana, hasa tatakuwa ukajieleze, ujana wako uliutumiaje, ulikuwa ni manfaa au ujana wako ulikuwa ni madhara? Ukionekana watu wanafunga milango Ziko picha zile za zamani za Kihindi, yule adui akitokea kaka pale, anajua akitokea watu wote wanafunga milango kwenye mtaa. Sasa wewe pale ulipokuwa kijana, msichana au mvulana, ukitokea watu walikuwa wanafunga milango? Sasa unatakiwa ujiulize uli utumiaje ujana wako kama ulikuwa bingwa wakati wa ujana kuharibu nyumba za watu, unatakiwa ujieleze. Kama ulikuwa bingwa wa kwamba unashughulika, unaharibu maisha ya watoto wa watu, utatakiwa ujieleze. Na Mwenyezi Mungu anajua, sio kwa unaulizwa kwa hajui. Kisha inaendelea maswali mengine kule, mali ujieleze, uliipataje wakati unachuma na haitoshi kwenye mali tu, ndo kuna kuna maswali mawili yamekaa hapo hapo. Kwenye mali unatakiwa ujieleze ulivyoipata na ujieleze baada ya kupata ulitumiaje. Haitoshi kueleza ulivyopata na kutumia, je ulitumiaje kwa hivyo, haya ndo waliotutaka tujikague tujiangalie, akatusomea hadithi ya khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nadhani alikuwa anamaanisha ukiona umepewa muda zaidi. Na utajuaje kama wewe umepewa muda zaidi? Wakati mwingine rahisi kuangalia wale uliozaliwa nao kipindi kimoja. Sasa huu muda uliopewa huu, matendo yako ni mazuri au sio mazuri? Siku moja lilipitishwa jeneza na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yupo pale, akawauliza aliokuwa nao, amustarihun am mustarahun anhu? Huyu anaopitishwa huyu marehemu, yeye ndo anastarehe au watu wanastarehe baada ya yeye kuwa amekufa? masahabu wakataka kujua tofauti ya mustarihun na mustarahun anhu. Akawaambia, ikiwa kufa kwake alikuwa mtu mwema, sasa anaondokana na viki na tabu za dunia, huyo anakuwa mwenye kustarehe. Ikiwa alikuwa mtu mwovu, maanake watu wanastarehe na tabu zake, wakisikia akaondoka, wengine wanasema alhamdulillah wengine wanapika pilau, wanafanya nini na hivi, kwamba mipango ya kufunga milango haipo. Kwa hivyo ndio yeye anatutaka hivyo, anasema tutumie vizuri umri tuliopewa, ili siku ile aliyotupa umri kama fedha atakapotutaka tujieleze, tulitumiaje, tuwe tuna maelezo mazuri ambayo na sisi anatusaidia hii maana yake hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, unajikagua mwenyewe kila siku. Angalia toka ulivyoamka mpaka sasa, unadhani mengi mazuri au mengi mabaya? Alikuwa anasema hapa mzee Shee pale pale alipokaa Shee, unaweza kutengeneza kidayari hivi ukawa unaandika mambo yako yatoka ulivyoamka mpaka unavyolala, ili uweze kukagua, unadhani umefanya mazuri mengi au mabaya mengi. Lakini pia itakusaidia kuona muda wako umeutumiaje, sababu sehemu nyingine amesema, hakuna kikao chochote mtu atakaa isipokuwa atajuta siku ya kiama kama kilikuwa kikao kizuri, atajuta kwa nini hakuongeza kufanya mazuri. Kama kilikuwa kikao kibaya, atajuta kwa nini alikaa pale. Tabia za watu wabaya zinaambukiza, na pale panakuwa na ibilisi kweli. Yaani, ukikaa wale watu wote wanavuta, lakini wewe kwa sababu kuna mazungumzo fulani ya mpira unayapenda, unaang'aniza kuwa nao kwa wale mwisho wanaweza kusema na wewe kidogo, sasa mimi situmie hapa. Unafuata nini? Unatusanifu bwana hapa, kama unataka kukaa na we lazima uvute. Kwa hiyo kidogo kidogo kidogo kidogo unaingia, yani yale makundi ya ovyo yote yako hivyo, hawezi kukubali ukae nao alafu wewe uwe haumo katika mambo yao. Ukiwa nao lazima na wewe wakusogezee Ukisema utaki unasakamwa, kama vile kule kukataa ndo unafanya dhambi. Sasa dawa yake ni kuyaepuka hayo makundi. Ndio vile, ukiwa unaweka rekodi ya muda wako umeutumiaje, utagundua tu kuna pahala hukutumia vizuri pale, unapakimbia. Usiseme eti hebu nijaribu, hakuna kujaribu. Mwanadamu kaumbwa dhaifu, ukijaribu ndo unakwenda moja kwa moja. Kwa hiyo siku zote ambatana na watu wazuri kamatana na mambo mazuri, ili muda wako utumie vizuri. Muda pia wanasema ni mali. Sasa wewe unautumiaje? Kuna watu leo kusema nyuma kuna nyini, kwa sababu watu wa mitandao. Angalieni watu wamekuwa mabilionea kwa sababu ya ngumi, si ndio? Wanasema yule Floyd Mayweather ana hela nyingi sana kwa sababu ya ngumi na ngumi, raundi moja dakika ngapi? dakika tatu. Sasa yule bwana kwenye zile dakika tatu, kila sekunde alikuwa anaingiza mabilioni ya hela, matangazo na nini na hivi na hivi yanaingia. Sasa unatakiwa uji, ujiulize wewe dakika yako moja mbili unaingiza nini. Utajikuta wakati mwingine unatumia, huna cha akhera kuna cha dunia yani, unakaa pahala unapoteza dakika kumi, ishirini, saa masaa mawili, na wala hujiulizi. Mmoja katika watu wema huko anasema yeye aliwahi kukutana na watu, yaani zama hizo alizishuhudia, watu walikuwa mabakhili kukupa muda wao. Anawaambia watu wake, kama mlivyokuwa mabahili nyinyi kumpa mtu hela zako yaani wao ubakhiri wao walikuwa kwenye muda mpaka akupe dakika tatu nne tano umefanya kazi kubwa kweli kweli. Hawezi kukupa umwelezee mechi ya jana, yani hiyo inamsaidia nini kwenye dunia yake au kwenye akhera? Kwa hiyo umri, katuambia mwalimu, utaulizwa uli utumiaje zile dakika kumi nusu saa unazitumia kwenye porojo, mwenzako mwingine anatumia kutwali, mwenzako mwingine anajifunza kitu ambacho kitakuja kufaa kimfaa yeye na jamii. Wewe unakuwa unao muda mwingi tu. Tuzingatie, tutumie muda wetu vizuri, tuzingatie. Tumeambiwa kuna swali la ujana tumetumiaje. Na nyinyi hapa ndo mnaelekea huko, ndo wengi Mjiangalia vizuri vijana wenu mnautumiaje? Pengine kuna na mabinti kule vile vile, ujiangalie binti wa Kiislamu, kijana wa Kiislamu, ujana wako unautumiaje? Au ndo ukitokeza tu watu wanafunga milango, ili siku ile maswali na majibu majibu yasiwe ambayo hayapendezi na matokeo yake sio mazuri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh <tip>